Ilipokuja asubuhi na mapema kwamba mimi nimevunja ndoa yako, najishukuru mimi, baja bei, baba mwenye nyumba masikinitunda, ntalipataje? Mwenyezi Mungu mm, fundi Tunda. Nafikiria we, um, Mwenyezi Mungu kakuumba kwa matilio maalumu kabisa. Sio mchezo wenye pesa zao wakina Selemdosi wana wanafaidi kina hali die, never die, si never dry. Sikufichi yani, najuta najuta, kwani singewekeza wewe kwako. Mm-hmm. Nitemaja bei, bwana mzee, mzee jamani, mbona hivi tunachoshana? Eh, nilisahau, kumbe mkaka mdogo mdogo <laughs> eh, una dogo babu wewe. Haya najeni. Ah, ilo jina sitaki hata unitajie. Mshamba mshamba yule, najua mtoto wa mjini, alafu una flavor zangu zote. Baba eh, nilisahau kaka kaka mdogo. Jamani, yaani nakwambiaje? Baba, siku ya leo naomba uniache leo, nina miadi yangu motomoto, miadi mikahivu baba, mtsoko mnyoka, unanielewa? mna naeeai. Kwa hiyo siku ya leo naomba niache, niko na mipango yangu mwenyewe muhimu awe yebu, achana na mimi kwanza. Kwa nini mimi sikuzaliwa sasa hivi, nilizaliwa zamani? Maana wanawake wa zamani sura kama mkuki. Hii mitoto ya siku hizi, si mnakula nini jamani? Haya matili haya jamani ha? sijui niailichi kukoga, sijui nikamalize kabisa huku nikapate sabuni ya kutosha. hmm. Kwa hili lilo liona kwako Tunu.